Asante mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, kumekuwa na udhaifu na ucheleshwaji mkubwa wa kiutendaji katika ukarabati unaoendelea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kiasi cha kutishia mchezo wa fainali kati ya Simba pamoja na Berkane, lakini pia kutishia mechi ya ufunguzi wa michuano ya chani ambayo itaanza mwezi Agosti. Ni je, yes, serikali inatoa commitment gani kuhakikisha kwamba mchezo huu muhimu wa fainali unachezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa lakini pia mashindano haya, ufunguzi wa mashindano haya ya chani yanafanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Majibu Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ambavyo nimejibu swali lililopita la nyongeza la, la Mheshimiwa Hanje, commitment ya serikali ni ile ile, kuhakikisha mechi hii uh, ya fainali kati ya Simba na Berkane ya tarehe 27 ya mwezi huu ambayo ni mechi ya kihistoria sana inachezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Hatuta, hatutakuwa tayari kupokea kitu chochote chini ya hapo. Na kama ambavyo nimesema, serikali imefanya kila inaloweza ikiwemo kuajiri kwa, kwa dharura mkandarasi mwenye uzoefu mkubwa katika masuala ya kutengeneza pitch ili kuhakikisha uwanja uh, ule unatengemaa, na jana usiku uh, mimi binafsi nilikuwa na kikao kirefu cha kwenye simu na viongozi wa kafu akiwamo Rais Daktari Motsepe ili kuhakikisha kwamba uh, wanatusaidia na wao wenyewe wanatuletea consultant wa kimataifa kuhakikisha tunashauriwa vilivyo namna ya kutunza pichi ile. kwa hiyo nimtoe uh, hofu Mheshimiwa Shangazi, na wapenzi wengine wa mpira wa miguu wakiwemo wapenzi wa Simba, mechi ile itachezwa pale pale na hakuna mahali inaenda, na tukio hili la kihistoria litafanyika mbele ya macho yao wakiwa wanalishuhudia. Asante.